Naam mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update kuhusiana na hii posti ya Shilole ambayo sasahivi hapa ina trendi kwelikweli huko mtandaoni. Na Shilole bwana amemposti Diamond Platnumz ni kitu ambacho ni common, tunafahamu kwamba ni vitu vya kawaida kabisa, kwa sababu Shilole na Diamond wako na ukaribu. Lakini kwa nini amemposti jana wadau wamegundua kwamba Shilole ndiye mpishi wa futari ya Diamond Platinumz ambao eh, ameiandaa hivi karibuni. Jambo ambalo labda ulikuwa ulifahamu ni kwamba Diamond bwana ameamua kuandaa, kwa hiyo Shilole amemposti Diamond. Jambo ambalo watu wakawa wameshaelewa kwamba okay basi mpishi wetu aftari bwana ni Shilole. Kwa hiyo it means kwamba Diamond amempa shavu Shilole la kwenda kuandaa eh, kwenda kuandaa futari pale katika eh, hiyo location ya Superdome pale Masaki. Na kama unavyoelewa kwamba Shilole eh, ni moja kati ya wafanya wafanyabiashara wakubwa tu hapa Tanzania kwenye upande wa chakula kupitia kampuni yake au mgawa wake ambao unafahamika kwa jina la Shishi Food. Au vibana. So hivyo ndivyo mambo yalivyo kwao. Shilole ameposti picha ya Diamond, akaandika kwamba Chibu de kaka, kaka yake shishi baby na kupenda sana kaka yangu, huna baya la familia. Alafu akaweka kopa pale na emoji ya ngumi akamtagi pia Diamond Platinums. Then wadau huko wakapita nayo hiyo, akasema kwamba bwana, ukiona hivyo basi ujue kabisa ameshapewa ameshapewa tende ya kufuta, ya kufuturisha. Maana hawezi shoboka out of nowhere hapa mjini bwana. Mimi na home girls wangu hatuwezi tukashoboka tu, ila tumeshajua kwamba kama shishi kashoboka, it means amepewa tenda ya, ya kwenda kufuturisha kesho pale Masaki na Diamond. So it is what it is, is what. Obviously hivyo ndivyo mambo yalivyo, lakini jeshi hapo, Shilole ameposti picha nyingine tena ya Diamond na kumsifia kwamba huna baya, so it means kwamba kesho kwenye futari basi Diamond ambayo anafuturisha pale Superdome Masaki, jijini Dar es Salaam, ni kwamba Shishi Baby na Shishi Food watakuwepo pale kwa ajili ya kusimamia show nzima ya mambo ya maakuli. So ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, eh, tutakuwa tukisoma na kuliplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.